Jua la jioni lilikuwa linazama polepole likipiga kioo cha jengo refu la ofisi. Mwanga wake ulirudishwa kama dhahabu ukionyesha ukubwa wa pesa zilizokuwa ndani. Magari ya kifahari yalipishana kimya kimya mbele ya geti. Hapa ndipo ndoto za maskini huja kufa, si kuzaliwa. Lakini siku hii haikuwa ya kawaida hata kidogo. Pembeni ya gari jeusi la gharama kubwa alisimama kijana mmoja. Nguo zake zilikuwa chakavu zenye rangi iliyofifia na mipasuko midogo. Nywele zake za rasi zilining'inia bila mpangilio, zikishuhudia miaka ya dharau. Uso wake haukuwa na hofu, bali ulikuwa mtulivu kupita maelezo. Alikuwa kama mtu anayejua kitu ambacho wengine hawajui. Watu waliopita walimtazama kwa macho ya haraka. Wengine waligeuza nyuso zao kana kwamba hakuwepo. Kwao alikuwa dosari kwenye picha ya mafanikio. Ni ajabu jinsi jamii inavyopima thamani kwa muonekano. Hapa ndipo tunapokosea mara nyingi, tunatazama macho, si akili. Kijana alishusha begi lake la zamani taratibu, akaketi pembeni ya gari bila wasiwasi wowote. Mikono yake ilionekana kuzoea kazi ngumu. Hakuwahi kuonekana kama mtu anayesubiri msaada, alikuwa akisubiri muda sahihi tu. Mlango wa ofisi ulifunguka kwa kishindo cha hadhi, bilionea akatoka akizungukwa na harufu ya pesa. Suti yake iling'aa, viatu vyake vilimetameta, uso wake ulikuwa umezoea kuamuru, si kuuliza. Ndipo macho yake yakamgonga yule kijana. Hatua za bilionea zikapungua bila yeye kutarajia. Alisimama akimtazama kijana kwa mshangao wa wazi. Hakutarajia kumwona mtu wa aina hii hapa. Kwa sekunde chache, dunia yake ilisimama. Wakati mwingine mshangao hutokea pale tunapokutana na ukweli usiotii matarajio yetu. Kijana alinyanyua macho yake taratibu, hakutetemeka, hakukwepa macho. Alimtazama bilionea moja kwa moja. Kulikuwa na kujiamini kimya kimya kwenye macho yake kujiamini ambako hakununuliki kwa pesa. Bilionea alitazama rasi zile chakavu, akatizama nguo zile zilizochoka, akatizama viatu vilivyokuwa vimechoka na safari, akajiuliza kimya kimya, huyu anafanya nini hapa? Swali hilo lilianza kumsumbua zaidi ya alivyotarajia. Kijana akafungua begi lake polepole. Ndani yake hakukuwa na pesa wala nyaraka za kifahari. Alitoa laptop iliyochakaa kwa nje. Lakini jinsi alivyoishika kulionyesha thamani yake ya ndani. Wakati mwingine hazina kubwa hufichwa kwenye vifungashio vibaya. Alipofungua laptop, screen ikawaka taratibu. Mwanga wake uliangaza uso wa kijana. Hakuonekana kama mtu asiyejua anachofanya. Alionekana kama mtu aliyesubiri nafasi hii muda mrefu. Sekunde zile zilikuwa nzito kuliko dhahabu. Bilionea alijikuta akisogea hatua moja karibu. Hilo halikuwa jambo la kawaida kwake. Kawaida watu ndio humfuata, si yeye kufuata. Lakini kitu ndani yake kilimsukuma, hisia aliyokuwa hajawahi kuisikia kwa miaka mingi. Walinzi walitazamana kwa mshangao. Hawakupata ishara ya kumtoa kijana. Hali ilikuwa ngeni, lakini tulivu. Kila mtu alihisi kuna kitu kinakaribia kutokea. Kuna nyakati ukimya huzungumza zaidi kuliko kelele. Kijana akainua laptop kidogo, akaigeuza ielekee upande wa bilionea. Hakusema neno hata moja, ilikuwa kama anasema angalia kwanza. Ujasiri wake ulikuwa wa kutisha. Bilionea alipokutana na kilicho kwenye skrini, uso wake ulibadilika, macho yake yakapanuka taratibu, pumzi yake ikasita kwa mshangao. Hakuwa tayari kwa kile alichokiona ndani ya sekunde chache alisahau mavazi ya yule kijana. Hapo nje ya ofisi dunia mbili ziligongana, umasikini na utajiri zilisimama uso kwa uso. Hakuna aliyesema neno, lakini mengi yalisemwa. Bilionea alibaki mdomo wazi, akili yake ikipambana na ukweli mpya. Ukimya ule haukudumu muda mrefu kama ulivyoonekana. Bilionea alijisafisha koo kama mtu aliyerudishwa ghafla duniani. Macho yake yalibaki kwenye skrini ya laptop lakini akili yake ilikuwa mbali. Alikuwa akijaribu kuelewa kile alichokiona bila kuamini. Hapo ndipo maneno ya kwanza yalipozaliwa. Unajua uko wapi? Bilionea aliuliza kwa sauti nzito, sauti iliyokuwa imezoea kusikilizwa bila kupingwa. Kijana hakujibu mara moja, alifunga laptop taratibu, kana kwamba anaiheshimu, kisha akanyanyua macho yake polepole pole. Najua, kijana alisema kwa sauti tulivu. Nipo mahali ambapo watu wachache huamua hatima za wengi. Hakukuwa na jeuri kwenye maneno yake, lakini kulikuwa na uzito uliomfanya bilionea anyamaze. Walinzi walibadilishana macho kwa tahadhari. Hapa ndipo nguvu ya maneno hujitokeza, sio sauti kubwa inayotawala, bali uhakika wa unachokisema. Jamii imetufundisha kwamba maskini anatakiwa anyenyekee, aombe au atetemeke. Lakini kijana huyu hakufanya lolote kati ya hayo. Alisimama kama mtu anayejua thamani yake hata kama dunia haikuiheshimu. Na ukweli ni huu, uaminifu wa ndani humtikisa hata aliye juu kabisa. Bilionea alikunjua nyusi zake kidogo. Hakuzoea kujibiwa kwa namna ile. Laptopu hiyo ni yako? akauliza tena. Kulikuwa na chembe ya kejeli kwenye sauti yake, kama anayetafuta dosari ya kumwangusha kijana. Kijana akatabasamu kwa upande mmoja, tabasamu dogo lisilo na hofu wala kuomba. Ndiyo, akajibu, na kilichomo humo ni changu pia. Alisimama vizuri zaidi, akanyanyua mabega yake. Alikuwa tayari kwa lolote lingefuata. Bilionea akapiga hatua moja mbele Harufu ya manukato yake ikamgonga kijana usoni. Kwa sekunde chache walikuwa karibu sana, mmoja akiwa na kila kitu, mwingine akiwa hana chochote kinachoonekana, lakini mizani ya hali haikuwa wazi tena. kwa nini hujaingia ndani kama watu wengine? Bilionea akauliza. Sio kila mtu anaruhusiwa kusimama hapa. Kijana akapumua kwa kina kabla ya kujibu. Sikualikwa, alisema kwa ukweli mkavu na si kuomba ruhusa. Hili ni jibu ambalo wengi hawana ujasiri wa kulisema, kwa sababu tangu utotoni tunaambiwa nafasi ni kitu cha kuombwa, si kudaiwa. Lakini kuna watu wachache wanaoelewa kuwa thamani haingoji ruhusa ya mtu. Kijana huyu alikuwa mmoja wao. Alielewa kuwa kama mlango umefungwa, wakati mwingine hausubiri, unabisha. Na kubisha si dharau, ni imani na uwezo wako. Macho yake yalikuwa bado kwa kijana kama anayetafuta jibu lisilo rahisi. Unajua, ninaweza kukuondoa hapa sasa hivi, bilionea alisema. Sauti yake ilikuwa tulivu, lakini tishio lilikuwa wazi. Kijana hakushtuka. Najua, akasema, na bado nipo hapa. Ujasiri wa aina hii hauzaliwi kwa siku moja, hujengwa na kukataliwa mara elfu na kunyanyuka mara elfu moja. Ni ujasiri wa mtu ambaye hana cha kupoteza tena na watu wa aina hii huwa hatari kwa mifumo iliyooza kwa sababu hawaogopi kutishwa. Wameishi maisha mabaya zaidi kuliko vitisho vyovyote. Bilionea alimtazama kwa muda mrefu, akaona macho yaliyojaa akili na uchovu wa muda mrefu. Kwa mara ya kwanza hakumwona kama omba omba, alimwona kama changamoto. Niambie, bilionea alisema kwa sauti ya chini, sio kila siku mtu kama wewe anasimama mbele yangu bila kuogopa. Kijana akachukua laptopu yake tena. Akaifungua kwa utulivu ule ule wa awali. Akaigeuza kidogo. Sasa si kijana aliyekuwa anathibitisha kuwa anafaa. Ilikuwa bilionea aliyekuwa anaanza kujiuliza kama alikuwa amekosa kitu kikubwa. Na mara tu mtu mwenye mamlaka anapoanza kujiuliza hivyo, mabadiliko huwa hayako mbali. Laptopu ilipofunguliwa tena, mwanga wa skrini uliangaza nyuso zao wote wawili. Kijana alisimama karibu zaidi na gari. Bilionea akainama kidogo bila kujitambua. Ilikuwa mara ya kwanza kwake kuinama kwa mtu wa aina hii. Hilo pekee lilitosha kusema mengi. Kwenye skrini kulionekana michoro, takwimu na ramani. Haikuwa kitu cha kawaida cha mtandaoni. Kulikuwa na mpangilio uliojaa akili na undani. Bilionea alikaza macho yake kama anayetaka kuhakiki Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi isiyo ya kawaida. hii ni nini hasa? bilionea aliuliza. Sauti yake haikuwa ya amri tena, ilikuwa sauti ya mtu anayetafuta kuelewa. Kijana hakuharakisha kujibu, aliacha kazi yenyewe izungumze. Kuna wakati busara ya kweli hujitokeza kwa ukimya. Watu werevu hawapigi kelele kutangaza uwezo wao, wanaacha kazi yao ijisimamie yenyewe na mbele ya akili kubwa hata jeuri hunyamaza. Bilionea hapa hakuwa akitazama laptop tu, alikuwa akitazama ushindani wa mawazo. Ni mfumo, kijana alianza kwa utulivu, unaunganisha tatizo ambalo kila mtu analalamikia. Akaonyesha sehemu moja ya skrini. Bilionea akainamisha kichwa zaidi, alianza kuona picha kubwa. Na hii sehemu? Bilionea akauliza haraka. Kidole chake kikagusa karibu na skrini. Kijana akajibu bila kusita. Ndiyo sehemu yenye thamani kubwa zaidi. Sauti yake ilikuwa thabiti kama mtu mwenye uhakika. Bilionea akavuta pumzi ndefu. Akatabasamu kidogo bila kujizuia. Tabasamu la mtu aliyegundua dhahabu. Kwa sekunde chache alisahau kabisa yuko wapi. Alikuwa ndani ya wazo. Umefanyia wapi kazi? Bilionea akauliza. Swali lililotarajiwa kumdhalilisha, lakini jibu lilikuja bila aibu. Sijawahi kuajiriwa, kijana alisema. Nimejiajiri tangu ninyimwe nafasi. Hili ni jibu linalouma mifumo mingi, kwa sababu dunia imejengwa kuwatambua walioidhinishwa tu. Lakini vipaji vingi vikubwa vimezaliwa nje ya vyeti na ofisi. Kijana huyu ni mfano wa akili iliyofukuzwa, si kushindwa, na mara nyingi jamii hulipa gharama kubwa kwa kupuuza watu kama hawa. Gharama ambayo haionekani mpaka kuchelewa. Bilionea akatazama mikono ya kijana tena. Akaona alama za maisha magumu. Akaona kazi iliyofanywa bila kushangiliwa. Umejaribu kuuza wazo hili? akauliza. Sauti yake sasa ilikuwa laini zaidi. Kijana akacheka kwa kifupi, si kwa furaha. Zaidi ya mara ishirini, akasema. Nilichekwa, nilifukuzwa, niliambiwa nirudi shule. Alipumua kwa kina. Lakini sikuwahi kuambiwa kosa langu ni nini. Si kila mtu aliyeshindwa alishindwa kwa kukosa uwezo. Wengi walishindwa kwa kunyimwa nafasi ya kwanza. Kukataliwa mara nyingi huvalishwa jina la hukufaa, lakini ukweli ni kwamba mfumo haukuwa tayari kwao, na hiyo ni dhambi ambayo jamii hupuuza kirahisi. Bilionea akanyamaza kwa muda mrefu. Macho yake yalibaki kwenye skrini, lakini mawazo yake yalikuwa mbali. Alikumbuka siku zake za mwanzo, alikumbuka milango aliyobishwa bila kufunguliwa. Kitu ndani yake kikaanza kubadilika. "Kwa nini uje hapa leo?" bilionea aliuliza hatimaye, sauti yake ilikuwa ya chini, karibu ya binafsi. Kijana akafunga laptop polepole pole, akamwangalia machoni moja kwa moja, hakukwepa tena. Swali hili lilikuwa zaidi ya biashara, lilikuwa swali la hatima kwa sababu jibu la kijana lingeamua kama hii ni hadithi ya kupita au mwanzo wa mabadiliko makubwa. Na nilipouona uso wa kijana kabla hajajibu, nilijua hakuwa amekuja kuomba, alikuwa amekuja kubadilisha kitu. Kijana alinyanyua mkono kidogo, akionyesha skrini ya laptop. Angalia hili, alisema kwa utulivu. Kilikuwa kitu ambacho kilimfanya bilionea asitashe. Hakukuwa ni takwimu tu, bali hadithi iliyopigwa na maisha. Ndani ya sekunde chache uso wa tajiri ulianza kubadilika. Nilianza ndoto hii wakati hakuna mtu alinijua, kijana akasema. Sikupata msaada wala nafasi, lakini kila kitu nilichofanya kilijengwa kwa utaratibu wangu. Bilionea hakujua kama aache kushangaza au kuanza kumheshimu. Alikuwa amenyamaza ghafla. Wengi wanadharau wazo la maskini, kijana aliendelea. Lakini wazo limeweza kuunda milango zaidi ya pesa. Hii haikuwa kicheko cha ujinga. Hii ilikuwa kicheko cha akili iliyofichwa. Kwa miaka, jamii inatusisimua kuamini kuwa rangi ya nguo, aina ya gari na jina la shule ndizo zinazounda thamani. Lakini kweli ni kwamba akili na moyo haziwezi kufungwa na hali ya kifedha. Hali hii mara nyingi huwapunguzia watu wachache ambao wangeweza kubadilisha dunia. Kijana huyu ni mfano wa kishahidi. Bilionea alitazama mikono yake mwenyewe. Alijua kwamba amekuwa akiunda biashara bila kutumia akili kweli. Hii ilikuwa hadithi ya kushangaza kwake. Aliona kile ambacho akikuwa amekiona kwa miaka, kuona ni kuona akili inavyoshinda mfumo. Kila hatua niliyoipiga nilijua kuwa hakuna anayeangalia kijana alisema, lakini niliendelea kwa sababu nilijua siku moja mtu atakutambua. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini nzito kwa maana. Bilionea alisogea kidogo nyuma kukimbia hisia zisizotarajiwa. Ni mara chache mtu anapoona ukweli wa maisha kwa macho wazi. Umeshiba maisha yako kwa urahisi, lakini sio kwa akili, kijana aliongeza. Na mara nyingi hii ndiyo dhambi kubwa. Bilionea hakusema neno. Aliangalia akijua kuwa maneno haya ni punguzo la dhahabu yake. Hali ilikuwa ngeni lakini ya kuvutia. Unajua ni kwa nini nimekuja hapa? kijana aliuliza. Sauti yake haikuwa tishio, bali wito. Siku moja dunia yote italazimika kuona kwamba akili si mali. Bilionea alishikilia mkono wake taratibu. Alijua kuwa hivi sasa mzingo wa dunia yake umekuwa huru kidogo. Walinzi walinyamaza kabisa. Hawakuona kitu kama hiki hapo awali. Hali ilikuwa ya kushangaza kwao. Hakuna maneno, hakuna hatua zisizohitajika. Kila mtu alijua hii ilikuwa hadithi kubwa. Siku nyingi hatuheshimu nguvu ya maskini. Tunamwona kama mtu asiye na thamani. Lakini ukweli ni kwamba hawa ndilo nguvu halisi. Hawa ndio wanaobadilisha mfumo bila kisingizio cha fedha. Kila mtu aliyewahi kudhani kuwa akili inaisha kwenye maiti ya pesa atashangaa. Hii ni changamoto kwa tajiri, kwa jamii, na kwa kila mtu aliye na dhana za zamani. Bilionea alikaza mkono wake akisita kuzungumza. Alijua kwamba maamuzi yake ya haraka yangeweza kuharibu kila kitu. Hata hivyo, moyo wake ulianza kufungua milango. Alijua kuwa kila neno linaweza kubadilisha hisia na nguvu, na kwa mara ya kwanza alihisi hofu ya kweli. Kijana akainua taratibu mkono wake wa kulia, alionyesha skrini tena, lakini sasa kwa utulivu wa mwisho. Angalia hii, akasema ni mwongozo wa kile ambacho kinaweza kufanya kila mtu awe sawa. Bilionea alijikaza kinywa. Hali ilikuwa nzito, lakini yenye ahadi. Hapa ndipo akili inapoanza kupiga mapigo. Mara nyingi tajiri anadhani nguvu iko kwenye pesa, si akili. Lakini wakati akili inapoonekana, hata nguvu kubwa inakuwa dhaifu. Kila neno, kila kitendo, kila mtazamo huleta mabadiliko yasiyoonekana mara moja na hadithi hii inaonyesha kuwa mara nyingi wahasiriwa wa mfumo ndio wanaonyesha mwanga wa kweli. Ni ajabu jinsi tunavyopuuza nguvu isiyoonekana. Bilionea alitabasamu kwa mara ya kwanza bila hofu. Tabasamu lake lilikuwa dogo, lakini lilimwonyesha uelewa. Alijua sasa kila hatua ilihitajika kuzingatiwa. Kijana hakukwepa macho yake. Ujasiri wake ulikuwa mkubwa kuliko gharama yoyote. Umefanyia kazi kubwa, bilionea alisema kwa sauti ya chini, na hauna haja ya kuomba ruhusa. Kijana alijibu kwa tabasamu mdogo, hii ni fursa, siyo msaada, alisema, na maneno hayo yalieleza yote. Siku hiyo historia ilibadilika kidogo, kwa sababu akili iliyonyimwa muda mrefu ilionekana, na tajiri akiwa na pesa zote, alijifunza kuwa hakuwa mwenye kila kitu. Kila neno lilikuwa fundisho, kila kitendo kilikuwa mfano. Hii ilikuwa hadithi ambayo inadhihirisha kuwa mabadiliko yanaanza pale panapofikiriwa, si pale panapolipwa. Bilionea alikalia kiti chake cha kifahari, lakini akili yake ilikuwa mbali. Alitambua kuwa kila neno la kijana lilimfanya aone ulimwengu tofauti. Mbele yake laptop bado iling'aa. Kila kitu kilikuwa dhahiri, kila kitu kilikuwa cha kweli. Hapo ndipo alipoanza kufahamu thamani isiyo ya pesa. Kijana, umefanya jambo ambalo wengi hawawezi. Sauti yake ilikuwa yenye heshima, si amri. Kijana alikazia macho yake, lakini hakusema neno. Alijua kuwa maneno ya bilionea si ya kushangaza, lakini yale maneno yalikuwa mstari wa mwanzo mpya. Na leo nitabadilisha kila kitu. Hapo uso wa bilionea ulianza kuangaza kwa hofu na matumaini pamoja. Alijua kuwa uamuzi huu haukuhitaji kura wala kibali cha mtu mwingine. Kila kitu kilikuwa juu ya ukweli na ujasiri wa kijana. Hali hiyo ilifanya dunia kuwa ndogo na kubwa kwa wakati mmoja. Hapa ndipo tunapofika kilele cha hadithi. Kila nguvu, pesa na utajiri hupewa thamani halisi tu pale mtu anapoona ujasiri usiokuwa na hofu. Hadithi hii inatufundisha kuwa mtu mmoja aliye na akili na moyo unaweza kubadilisha hali zote. Hali ya maskini na tajiri inageuka, si kwa nguvu bali kwa ujasiri na wazo, na hili ni fundisho kubwa. Usikubali historia yako ya kikwe na wengine, bali uchague kufanya mabadiliko. Bilionea alisimama polepole pole, alijua kuwa hawezi kurudi nyuma. Kila mlango uliokuwa umefungwa uliwekwa wazi, kila nafasi iliyoikalia sasa iliitwa jina lake. Kijana alitabasamu kidogo, akijua hatari bado ipo, lakini fursa kubwa zaidi. Leo utaona jinsi akili inavyoshinda gharama kijana alisema. Sauti yake ilikuwa tulivu lakini yenye nguvu. Bilionea hakujibu mara moja. Alikuwa akipima thamani ya kile kijana kilichokifanya. Hapo ndipo dunia yao mbili zilipogongana. Walinzi walinyamazisha kwa muda usio na mwisho. Hawakuona mtu aliyesimama hivyo bila hofu. Hali ilikuwa ya kushangaza kama dunia inaingia kwenye pembe mpya. Kila mtu alijua kuwa kitu kikubwa kilikuwa kinatokea. Hata hewa ilihisi nzito kwa matumaini na mshangao. Bilionea alibadilisha mkono wake wa kushoto, alionyesha ishara ya kumkaribisha kijana ndani. Hakusema neno lolote, lakini ishara hiyo ilikuwa ya kutosha. Kijana alijua huu ndio mwendo wa kwanza wa mabadiliko. Ndani ya sekunde, hali ilibadilika kabisa. Hadithi hii inatufundisha kuwa nguvu sio pesa tu nafasi sio za kupewa tu, bali za kuchukuliwa kwa akili, na mara nyingi wale waliopewa kidogo ndio wenye nguvu zaidi. Jambo la kushangaza ni kuwa hata tajiri lazima ajifunze pongezi za kweli. Hii ni changamoto kwa kila mtu anayethubutu kuzani anajua yote. Kijana akapiga hatua moja ndani ya mlango wa ofisi, alijua kuwa hatua hii haikuwa rahisi. Hali ilikuwa mpya, lakini yenye ahadi. Bilionea alitazama kwa mshangao na heshima. Ndani yake alijua mzani wa dunia umegeuzwa kidogo. Karibu, bilionea alisema kwa sauti laini. Tabasamu lake lilikuwa dogo lakini halisi. Kijana hakuhitaji maneno mengine. Hali ilikuwa ya mshangao na fahari pamoja. Wote wawili walijua dunia haitakuwa ile ile tena. Hapo ndipo ukweli wa hadithi unapojitokeza. Hakuna mshangao mkubwa zaidi kuliko pale akili inapoonekana mbele ya mali. Pesa na madaraka mara nyingi huchukuliwa kuwa nguvu pekee, lakini kweli nguvu kubwa ipo pale mtu anapoona thamani ya wazo na ujasiri. Na hadithi hii inatufundisha kuwa kila mtu ana nafasi ya kuunda historia yake, haijalishi kutoka wapi umeanza. Bilionea alikalia tena, lakini sasa kwa utulivu wa heshima. Alijua kuwa hataweza kudanganya akili hii tena. Kila jambo lilikuwa wazi: fursa, thamani na hofu. Kijana alijua sasa anamiliki nafasi yake. Hali ilikuwa ya kuvutia na ya kuelimisha. Leo kila kitu kimeanza upya, bilionea alisema, na labda nilihitaji kuona hili kuanza kuelewa. Kijana alitabasamu kidogo, akijua kuwa maneno haya yangebaki kwa muda. Hakuna haja ya ushindani tena, wote walijua kuwa hadithi hii ilikuwa ya kila mmoja. Siku hiyo tajiri alijifunza kuwa hakuwa tajiri kila kitu Siku hiyo kijana alijifunza kuwa ujasiri unaweza kufungua milango isiyo na kipimo. Hakuna kinachoshindwa pale akili, moyo na ujasiri vinapokutana. Kila mwisho ni mwanzo wa kitu kingine, na hadithi hii ni mfano wa hivyo. Asante kwa kufuatilia hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, like na kuandika maoni yako. Asante, tukutane wakati mwingine.